Mwenyekiti, sisi tumekuja hapa, mtoto wangu huyu kwa kweli anapata matatizo mengi sana. Kuna jini ambalo linamtokea mara nyingi sana, na likimtokea hilo jini, yani mwanangu anakuwa katika hali mbaya sana. Mwenyekiti, mwanangu nimempatia shida huyu, nimepata mimba nikiwa mdogo sana nimekosa masomo yangu kwa ajili ya mwanangu. Leo mtoto wangu anakuja kucheze wachezee watu eti na wachawi, mara kijini, mara kimeyuka, mara kijini. Naumia mimi, mwenyekiti, nimekuja hapa na madhumuni, naomba msaada wako kama mwenyekiti. Nikwambie Mama Dema, serikali ipo hapa kwa ajili ya kazi za kiserikali, haipo kwa ajili yaani, haiko hapa kusikiliza vitu vingine ambavyo vya ajabu kwanza nitakiwa utambue serikali haitambui uchawi wala ushirikina. Kwa hiyo mkiniletea hapa mimi vitu vyenu hivyo kwamba mtoto wako anatokewa na majini, sijui na mamskule, sina vitu gani mimi, siwezi kukuelewa kiukweli. Labda ungekuja na mada nyingine, ningewasikiliza. Mwenyekiti, hii mada ambayo leo nilileta hapa na ni mada msingi pia na nimehangaika sana kutaka kulitatua peke yangu, nimeenda hadi kwa mganga ili aweze kunitengenezea mtoto wangu ili awe sawa, lakini nimeshindikana. Nikaona ni wapi nikimbilie, ni sehemu yangu ya serikali. Na hilo swala sio mimi tu au mtoto wangu kusumbuliwa, kijiji kizima, ila mimi nimeamua kuja kwa sababu mtoto wangu ndo ameonekana ni mtu ambaye anasumbuliwa sana. Kwa hiyo nilitegemea kuwa mwenyekiti, naweza nikaja hapa ushirikiano wako kwa pamoja, tukaweza kulitafuta hili tatizo, ili tujue linatokea wapi. Lakini mwenyekiti, ukiniambia kuwa wewe hilo swala uhusiki, na wewe hiki ndio kijiji chako na haya matatizo yametokea kwenye kijiji chako, huoni kuwa mwenyekiti utakuwa hujanitendea? Mama Dema, mama Dema, nitarudia tena kuongea maneno yale yale, serikali haitambui uchawi, na vizuri zaidi ushazungumza mwenyewe kwamba ulienda kwa waganga hizo, mada ningewaomba jamani, mkazimalize nyumbani kwenu. Kwa kuwa mlimfuata mtaalamu wa kwanza, sijui imeshindikana, kwa hiyo endeleeni kutafuta ili umtibie huyu mwanao, katafuteni tena waganga wengine. Hapa mimi kwangu hivyo vitu as siwezi kuvisikiliza. Sawa, mi nimekuelewa mwenyekiti. Mi ni abda kitu hapa hivi, mama Mamadema. Kwa huu umri wako wewe hapa kuanzia pale ambako umeanza mpaka hapo ulipofikia, habari za majini umeanza kuziona kwako tu au umeanza kuzisikia kwako tu, ujawai kuziona kwa mtu mwingine au kuzisikia kwa mtu mwingine? Na watu wanaangaika vipi kutatua tatizo hilo? Ujawai kusikia kuna wachungaji, kama imeshindikana kwa waganga, wanaweza wakamsaidia mtoto wako? Lakini mwenyekiti ni mtu wa serikali na serikali tunajua siku zote haiamini ya uchawi, nafikiri hata kusaidia nini Atamtafuta huyo jini aje amlete hapa tumuulize, kwa nini namtokea ta asibu. Nimekuja yani, huji wangu mimi, ni uye mke wangu, yani kaniletea dharau sana. Yani sikuwahi kutarajia mwanamke nitakayemwoa mimi angeweza kuniletea dharau kama mwanamke wanawake wengine bwana, hawa no. Yaani zarau mno no. Bwana, kaka, mbona kama una hasira sana? Hivi unaweza kaniambia zarau gani aliyokuletea mwanamke wako? Ni zarau zipi hizo? Unaweza kanielezea? Yaani tulikuwa tunakula, tulikuwa tunataka tuanze kula, tumenawa tu maji pale vizuri safi kabisa, lakini cha ajabu, kabla ya kuanza kula, huyu kawai kichwa cha samaki. Huu <Glalala> mkosi. Yaani chupa imeamkana chai. Yaani kila siku na matatizo. Ile leo mara ya pili mmekuja kwa mwenyekiti kwa kesi za ujinga ujinga tu. Mara ya kwanza nimekuja hapa itikisa mmenye maana nyumba. Jambo ambalo mngeza kukanywa wenyewe nyumbani mkenimaliza. Hivi kwa sababu mnamona huyu mwenyekiti yupo yupo tu hapa mtaani ndio maana mnamtumia vile mtakavyo, si ndio? Huyu ana kazi zake zingine za kufanya, kama mlikuwa mjui. Kama mnakuja hapa basi mje na sababu za msingi ambazo anaweza kakaa kasikiliza na kawatatulia shida zenu. Mnaelewa? Nadhani kama mmejitoa ufahamu, hapa mtaondoka na kuja mtakuja tena hapa. Hata kama nyewe ndio mmempigia kula au mmemchagua. Hivi bwana kaka? Yaani kwa kuwa mimi nimechaguliwa mwenyekiti wa, wa kijiji wa kijijini hapa. Maana kila kitu unaona nini cha kuniletea kwangu na ujinga unaniletea kwangu, si ndio hivyo? Yaani mada za kuletea, kuna mada za msingi ambayo nitakiwa uzilete uzilete hapa. Eh? Yaani mada kama hizo naomba mke wako kakata kichwa cha samaki, wewe kakata kichwa cha samaki. Usi upuuzi huo, mzee. Eh? Yaani mwenyekiti, wewe ujui tu. Mimi sinaambia mwenyekiti mimi na vitu vya kufanya ujui. Kuna vitu ambavyo nitakiwa niandikishe mashamba hapa. Ni uleta mada kama hizo, uleta kesi kama hizo. Wewe kesi za juzi juzi imekuja na kesi nyingine kipuzi puzi hapa sijui unyumba sasa si, kitu gani nikaambia toka m, leo mkuja vipi sasa mwenyekiti, wewe ujui tu. Hii ni dharau kwa sababu haiwezekani anaanzaje kula kichwa cha samaki? Upuzi, umeze ujue nimenunua mwenyewe kwa hela yangu. <laughs> Hivi unaelewa? Hata siwaelewi. Labda tu nimuulize huyu mwanamke mwenzangu. Ili jambo anasema mume wako ni kweli? Ndio ni kweli. Sasa kama kweli wewe ndio mwanamke mwenzangu, hujafundwa kwenu? Hivi unaanza tu kula hapa una, upo na mume wako moja kwa moja kwenye mkono wa mboga. Eh, hey, dada, hebu tulie. Imeandikwa wapi wewe kwenye kitabu cha ndoa ukaona, labda kula mwanamke akianza kula anatakiwa labda aanze kula mkia, au mwanamke anatakiwa aanze kula katikati, au sisi ndio tunatakiwa kula sana ubobo au wale samaki. Sasa kama ndo unataka kuelewa, mimi nakwambia ondokeni. Maana mwenyekiti nakapoa kama vile mchuzi wao nimepoa. Mke wangu mwenyewe najua, nikipandisha hasira hapo hata mwenyekiti wenyine ndoonekana auleweki. Oya, bwana mzee. Yaani nim